Tayari wanguang'onge kakoswa mashine yo, wanguang'onge mpita karibu na shingo kazuia, kamwangalia dogo, kajua okay, dogo amelogwa. Kumbe walozi wako hapa hapa. Peleka mashine kwa wanguang'onge. Leo Rumu anataka kumua anko wake baba yake eh, mdogo sijui niseme eh, binamu wa baba yake mwita Rumu, peleka mashine kapewa kwanza. Wapi anakuja kutanisha kana nguvu, basi basi ndo wewe shetani unamlazimisha Rumu, Rumu ni anapeleka mashine ile mbaya. Sasa anko hawezi kumua kwa sababu anajua uchali, kakontroliwa kwa namna fulani. Rumu anaenda naye hizo hizo, pelekea moto namna hii. mzee mzima wangu angongee apeleka mashine hiyo akuaho, wewe Rumu kambananishia, mara kuna upanga umepita hapo, uliukata upanga wa rumu namna hiyo. Watu wanachangana, nani tena huyu? wanashangaa soja kafika, alafu yuko fiti kalikiti. Huyu hapa amkuta baba yake, kumbe hawa wajinga tageti yao ilikuwa ni baba. Mbona soja bado yuko hai? wa wenyewe wanashangaa, soja yuko hai. Rumu anakuja na alimwambia soja jana, nikipoteza kontro ni uwe bora kufia mikononi mwako, sababu baba yangu kuna kitu kafanya asi alipigwa hiyo kikumbo kule. Rumu ni ngumu sana kumweza soja. Rumu akaibuka na panga zote mbili namna hiyo, wewe cheki mambo, peleka machine. wewe sasa, jomba anajua ni kumwamsha rumu, ndo kichobaki. Akadanda juu namna hiyo, fugu ichukua upanga babake, kampatia upanga ehe. Kampelekea namna hiyo. Rumu ni kama amemwachia ni uwe, mbona mambo hayo wewe, kamtuliza kwanza rumu, amka, ajaribu kumwamsha rumu wewe Mchezo pelekewa moto, ile mbaya. Rumu soja, mtoto huyo anataka kuleta mazoea, takutanisha mzee Rumu. Amekuwa na nguvu ya ajabu kweli, demonic aura iko ndani yake. Wakati huo, soja kasikashikilia upanga ambao ni wangwang mana swad ama wangwang swad, ngoma iko shingoni hiyo, lasivyo rumu kamgusa kidogo.